haikuwa rahisi yanga kuwa kinara wa ligi sasa hivi kuna jasho limemwagika kuna fedha imetoka hapo watu wameingia gharama watu wamepata shida wameacha familia zao kusafiri umbali mrefu kuisapoti hii timu alafu ukae na tai useme nakata pointi jaribu kugusa pointi moja yang ya yanga afrika jaribu